Mwanzo mmoja sura ya moja, anasema Mungu akaona kila alichokifanya na tazama, ni chema sana, ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita. Chochote ambacho Mungu amekifanya machoni pake alikifanya katika hali ya ukamilifu, hakufanya katika hali ya mapungufu, alikamilisha umbaji wake akaona machuni pake ni jema na chenye kufaa sana. Biblia inatuambia katika kitabu cha Yakobo, Yakobo sura ya kwanza mstari wa 17 inasema, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili utoka juu ushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka anamaanisha chochote ambacho kinachotoka mikononi mwa Mungu kinatoka katika hali ya ukamilifu. Mungu akitoa kitu kwenye maisha ya mtu, anatoa kitu kilichokamilika, yeye mwenyewe anakikamilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lolote unalolipokea kutoka kwa Mungu limekamilishwa tayari na Mungu mwenyewe. Mungu alipotuumba alipotuumba na kusudia hapa chini, jua alikusudia tuwe na afya kamili. Mungu anapotupa ndoa au familia, anakusudia tuwe na familia yenye afya kamili, yenye utoshelevu wa kila kitu. Mungu anapokupa biashara, chochote kinachotoka mikoni mwa Mungu, Mungu huanga na kikamilisha, kinakuja na utimilivu na ukamilifu wa Mungu mwenyewe. Adamu akiwa katika uwepo wa Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, sura ya pili, akiwa katika uwepo wa Mungu na ile sura ya tatu mwanzoni, hakuwa na mateso wala udhaifu wala magonjwa wala mashambulio, yote ile ya adui na necha yalikuwa yamshambulia Adamu na Eva, lakini alipotoka katika uwepo wa Mungu vyote hivyo vikaanza kuambatana na Adamu na Eva ni kwa sababu gani? Yoyote yaliyofunikwa katika uwepo wa Mungu, katika utukufu wa Mungu, katika uwezo wa Mungu, magonjwa yanakuwa mbali na yeye. Mashambulio ya nguvu za giza, mashambulio ya mkono wa adui, mashambulio ya madhaifu ya kibinadamu na nature iliyotuzunguka, yanakuwa mbali na huyo mtu. Kwa hiyo chochote kilichofunikwa na utukufu au uweza au uwepo wa Mungu kinakuwa mbali na mauti, mbali na giza, mbali na uharibifu. Shetani hawezi akamshambulia mtu ambaye anatembea na uwepo wa Mungu au mtu ambaye amefunikwa na uwepo wa Mungu, ni mpaka ahakikishe anaufanya moyo wake ukaingia dosari, ukaingia udhaifu. Ni mpaka hakikishe kuna mlango umefunguliwa ndani ya moyo wa huyo mtakatifu, ambayo kuwa ni mwana wa Mungu, ndiyo atakaweza kumshambulia. Ila moyo ukiwa safi machoni pa Mungu, Shetani hana uwezo wa kupitisha shambulio na mizaidi yote ndio maana Mungu mwenyewe anasema kitabu cha kitabu cha Mithali, anasema mwanangu, linda sana moyo wako kuliko chochote kile ukilindacho. Mashambulio yanayochafua moyo na kuharibu moyo yanatokana na yale ambayo tunaoyaona siku zote. Kuna hii milango ya ufahamu kwenye macho yale tunaoyasikia taarifa no, tunazosikia zaweza kuchafua moyo na kuunajisi na kuleta uchungu na maumivu na kuweka hasira na kufungua mlango wa uharibifu wa shetani. veisi yale tunayoyatafakari na kuyawaza siku zote na yale tunayoyasema kupitia vinywa vyetu vinaweza kufungua mlango kwenye moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo yoyote yule mwenye kipawa cha neema ya wokovu, hakuna cha kumdhuru, hakuna cha kumharibu kwa sababu utukufu wa Mungu unakuwa umemzunguka huyo upe. Ila Shetani Bilisi na mkono wa adui unaweza ukanyoshwa ukamwaribu na kumgusa, kama moyo wake utakuwa umefungua milango kupitia milango ya ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani Bilisi aliweza kupata nafasi ya kumshambulia Adamu na Eva baada ya Adamu na Eva kufungua milango kwenye mioyo yao na kusikiliza chanzo kingine cha taarifa cha sauti sauti ya shetani ibilisi, ikafungua mlango wa uharibifu ambao ukasababisha Adamu na Eva wakatolewa kwenye uwepo wa Mungu, na shetani akapata nafasi ya kumtawala mwanadamu wa kwanza Adamu na Eva. Yoyote ambaye yupo chini ya neema ya wokovu, ana neema ya Kristo ndani yake amefunikwa na uwepo wa Roho Mtakatifu, yupo chini ya neema ya utukufu na uwezo wa Mungu. Shetani hawezi akamgusa, ni mpaka hakikishe anaingiza kitu ndani ya moyo wake kupitia taarifa tunayoyasikia, yale tunayoyaona, tunayoyatafakari, kuyawaza na kuyasema. Si wenyewe tukinapotolewa katika nafasi Mungu aliyotuweka, na hali ya uchungu, hali ya huzuni, hali ya udhaifu inapokuwa imetamalaki ndani ya mioyo yetu anapata nafasi ya kufanyaje? Ya, ya kutuharibu. Wa Korintho wa Pili sura ya tatu mstari wa kumi na saba anasema basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, alipo Roho wa Mungu, hapo ndipo penye uhuru. Kokote Roho wa Mungu alipo ndipo palipo na uhuru. Unapoona makandamizo yanaendelea kwenye maisha ya mtu unapoona makandamizo, vizuizi, hali ya kushikiliwa, hali ya kufungwa, anza kujikagua mahusiano yako wewe na Roho Mtakatifu. Ukiona manunguniko, uchungu, asira, fadhaa imetawala ndani ya moyo wako, ujue kuna hali fulani ya utumwa tayari ishaingia. Ukiona uoga, hofu imetawala ndani ya moyo wako jua kuna hali fulani ya utumwa imeshafanyaje imeshaingia. Andika Warumi sura ya 8 mstari wa 15, Warumi 8:15, anasema Mungu akutupa roho ya utumwa yetayo hofu, alitupa roho ya kufanywa wana. Na Timotheo sura ya kwanza mstari wa wa saba, anasema Mungu alitupa akutupa roho ya uoga, alitupa roho ya nguvu ndani yetu. Kwa hiyo ukiona hali ya moyo wako ina uoga, ina mashaka, ina hali ya kusitasita, jua tayari kuna nguvu ya utumwa wa shetani ibilisi ishakuvamia ndani ya moyo wako. Jua tayari shetani yupo katika hatua ya kukandamiza, ya kusababisha shambulio na hatari kwenye maisha yako. Hizo ni dalili ukiona hali ya hofu, wasiwasi, uoga.